umeingiliwa na usiku umepambaukiwa asubuhi, bado mola wako kwa radhi. Na wewe hiyo ni daraja kubwa sana. Na radhi zagawanyika, mwanamume ana radhi nne, ana radhi ya mola wake, ana radhi ya mtumi wake, ana radhi ya babake, ana radhi ya mamake. Mwanamke ana zo zote nne, lakini imezidi na ya tano, ya na ya mume wake. Ukikosa moja katika hizo maisha yako utakwenda vibaya, sababu lazima utunge amri za Allah na umsikilize mamako na babako, ili uipate radhi ya Mwenyezi Mungu. ridha Allah fi ridha alwalidain wasaqtullahi fi saqtihima, Mtume Muhammad asema, radhi ya Mwenyezi Mungu katika radhi ya wazeewail wazee wako wakikuridhia tu na wakawa wana wa imani kwamba uliwatii uliishi na uli uli wao na wakakuona kwamba mtoto kweli ametuheshimu, ame, ame, yatosha wewe kupata pepo. Na ukiwa umewakhalifu Mungu, asitujalie au amekukasirikia maisha yako umeatia katika khasara, kwa sababu hawakuwa na raha na wewe. Wa waantatada bitakhliti rushda na utukue badali, unapofanya jambo baya rushda ufanye lema. Na hii ni hadithi ya mtumi sallallahu alaihi wasallam, zote mtumi zombia, ukiwa wewe umefanya jambo baya fuatanisha, waatbi sea alhasana, fuatanisha tena, usichelewe. Sasa ulifanya kitu ukaona, nimemkosea mola wangu, nimefanya kadhaa, pale pale tafuta lema, lile lema litakwenda kufuta maovu, kwa hadithi ya mtumi. Yani mtumi akitoonyesha binadamu anaweza kuteleza binadamu binadamu aweza kukosea, lakini tafuta mbinu, usilale tu ba nishakosea nisha lishapita. Ah, tafuta zuri, ili yale mazuri yaondoshe yale maovu badala, manake malaika wa kuandika maovu haandiki hapo hapo. Hii ndio rehema ya Mwenyezi Mungu. Yale masia na makosa hayaandiki mpaka mtu akose toba. Mpaka mtu hataki tena lakini mwema malaika kuandika mema arraqibu atid ukifanya lema moja kwa kumi, Allah hapo hapo achelei. Sasa ndio pale mambia, atafuta lema, lema ufanye ili baya liondoke lifutike, kwa sababu upate kheri katika yale maisha yako. Pamoja na hayo, fa inna rushda min khairi itiyadhi, akwambia hakika lile lema ndio bora ya kutukua. Badali ukitaka badali ya ovu fanya lema Usiengeze uovu juu ya uovu, itakwenda mpaka usikilie. bal rana ala qulubihim makanu yaksimun. Ran, rana ni kitone binadamu hutiwa kitu. Moyo wa mwanadamu ni mweupe kama maziwa, akifanya kosa utiwa kitone cheusi kama akutubia, akifanya tena utiwa tena, akifanya tena ikifikia, moyo wote umekuwa mweusi wa ran hoyo, hata ukamwezea uka, uka maisha yako ashaamua kubakia hivyo hivyo, ni kalbu qasi fa inna abada qulubi nnas min rabbina arrahim al kalbu qasi. Mungu asitujalie kalbu qasi, ni moyo uliosusua aujali masia jali kifanya chochote, hata ukamwezea mwana usifanye hivi vata hivi, hii utakwenda kuangamia. Yeye hey, aona kama wewe wampotezea time, au pengine aona hata hata kukuona hataki, ili usimwezee ni kalbu qasi hiyo ni moyo ulotukanwa kwenye Qur'an kwa sababu moyo kuna sampuli nyingi. Hizi nafsi kuna nafsu al-amaratu bisu'i, kuna nafsu al-mulhama, kuna nafsu amaratu bisu'i, kuna nafsu uh, al-mutma'inna. Nafsi saba, sampuli saba, lakini nafsi kwa daraja ya juu ni nafsu al-mutma'inna. Hii ndio itaambiwa irji ila rabbiki radhyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayatunafsi, Allah. Mungu atujalie. Ukisha kuna diwa wewe utakwenda kutangamana na watu wema na utangia peponi. Allah atupe nafsi iliyokuwa njema iliyokuwa tukufu iliyokuwa yasikiza mawaidha yenye, yani kurudi nyuma na kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, wadhaa na uwate anka alladhi yurdi wa yughwi, wata yale mambo ambayo kwamba koko wewe ya kupoteza na ya kuangamiza. Ukijua hili la naangamiza mi mimi nafanya maasi, lakini yataniangamiza mimi, nafanya haya Mwenyezi Mungu hayataki, namna ninavyofanya nafsi itakwambia nafsi, wa fi anfusikum afala tubsiruna. Quran nakwambia nafsi zenu, hamufikiri pia bila kuambia uweze kufikiria hili ni kosa, hili ni, ni jambo walau. Alqa maadhira atakaleta udhuru binadamu, lakini ajua mimi nimefanya haya, na Mungu haradhi, na Mungu hataki. Nafsi tu imemshinda na amelemewa. Sasa rudia katika mema, rudi katika kheri, ufikiri jambo gani litakuokoa, litakusaidia, litakuweka sawa na utapata msamaha wa Mola wako wayurithu tula huznin wartimadhi, na kurithisha yani ufanye ungi wakurithisha tula huznin, mara nyingi uwe na huzni nyingi, huzni kufikiria haya maisha, kufikiria hali wartimadhi, yaani binadamu sana awe na tafakkur na asiwe na fikira. Tukuona hii ni kama sasa hivyo Sayyidina Umar Sayyidina Uthman bin Affan alikuwa ni mwingi wa huzuni na ni mwingi wa kufikiria sana, na wakati mwingine kwenye kabri alikilia alikilia, na alikuwa halim zaidi kama ya kabri. Masahaba kamuzi ya, ya amira almu'minin, mbona kwenye kabri wewe bali ya zaidi? Na sema, naam, nakumbuka kufikiria kabri, nitatiwa peke yangu bila ya mtu bila rafiki bila kijana bila usaidizi kabri itakuwa ni mahala nimebakia pekee na amali yangu. sena Uthmani yoyo ambao ni, ni, ni khalifa wa tatu alooa wa binti wawili wa mtumi Muhammad, Dhunnureini alikuwa ni tali lQurani, msomaji wa Qurani, alikuwa ni hafidhu lQurani, alikuwa ni katibu lwahi, alikuwa ana daraja kubwa kwa mtumi Muhammad aliya akuikumbuka kabri, atakuwa peke yake, na yeye amefanya kazi kubwa sana lakini je, mimi na wewe, kwa nini si tusifikirie kabri? Si tuweza kumzika mtu na kila mmoja, angalia saa, ah, toilet, toilet, I'm going to Mombasa just now hey, pata hey. Mombasa, mzike ndugu yako utakwenda, lakini subiri kidogo uzike, ona utachelewa na pengine hata habari ya kuzika huna. Waweza kushtuliwa vipi? hey, hey hata ni hey, kusha una, hakuna itibari, ndo sisi pengine hapo hapo tuleta siasa ya dunia. Watukazikwa ndugu yetu, afunikwa mtanga, atiwa kwenye kabri, atiwa kwenye ufuko, amesahau kila mahali, na huku sisi twapiga, tushangia bunge, tushatoka, tusha, tusha nini? Binadamu tulivo Allah, Mungu atatupa itibari, atatupa tadabur. Kuna watu walikisoma Qurani basi walikuwa hawendi mbele. Sayyidna Umar so, alisoma aya akawa mgonjwa w siku tatu angojea kwenda kuhukumu, ameshindwa. Ile aya imemchoma kufikiria. Ni Saidina Umar ibn Khattab. Saidina Umar yupi huyo? Ule ambaye shetani, mtume amwambia shetani, hukukimbia wewe, ndiye unayopita wewe. Shetani akikuona hugeuza barabara. Shetani fikimkimbia mtu? Sisi hufuatana sawa, kuchukana mikono, lakini Saidina Umar humkimbia. Na leo Saidina Umar amesoma aya, alia akumbuka maneno ya Mwenyezi Mungu, waadi wa Mwenyezi Mungu, istitaa ya Mwenyezi Mungu, sultani ya Mwenyezi Mungu, quwwatullah wa kudratihi ambaye aweza kufanya lolote atakalo, alia. Ndio, ndio Qurani, fatadabbaru ayati zile aya, tumeambiwa tuzizingatie, yani ufikirie kweli, rabbul alamin ameumba mbingu. Ukisoma kwenye khalqul insani, eh mwanadamu huyu ameumba min nutfa, kisa min alaka Kisa min mudhgha fakasawna al-idhama lahma thumma anshanao halqan akhar, ameuma, lazima tuzingatie. Mchanga, different soil, nchanga ni kitu cha kukanyagwa, lakini ametoka mwanadamu. Amewekwa kwenye womb, amewekwa mahali ambao paajabu kabisa, katika salasatu fi thalathi dhulumat, three darkness, yali magiza matatu Amniotic fluid, amniotic fluid, zimemfinika zi, mwanadamu Ala, zingatia ni nini ndani iliyomo ndani, oksijeni oks, oks, gani? Mama amlisha vipi mtoto wake? Mtoto akaa vipi kwenye tumbo na akitoka alekezwa vipi? Na akitoka binadamu kamili. Sasa wale wanaozingatia min nutfatin min alakati min mudhugah huwa wakifikiria uwezo na kudra ya ilahia subhanahu wataala. Bas wakhudh min al-laili tukua katika usiku, hadhan nafs hadhan nafs, hasa wakati wa Ramadhani, hasa hili kumi ambalo leo ni tarehe tisa, kesho ni kumi. Basi patiliza leo hii kumi la rahma, kama hukufanya chochote lakini usiku wa leo usikose, ukhatimishe ule usiku ambao, maana kesho utakuwa ishangia usiku wa kumi na moja. Lakini leo usiku wa kumi na moja, lakini leo usiku ndo wa kumi. Amin, ya Rabbi rahma yako tutaka

turud ufukuzie ani laineni kufukuzia mato mawili mahbuba alghimas, lile lenye kupenda kufunika jito, yani kulala. Jaribu ya sengine wate usingizi, jaribu sengine uamue hata niswali raka mbili, raka mbili za usiku, wata za alfajiri. Zile za usiku tu wa Amo, rab, tu khairu min addunia wa ma fiha, mbali za alfajiri, ambao ukainuka tu ya rab, naswali mja wako ya rab, nalekea kwako raka mbili tu hiyo huwezi zote mbili, tukisa ulale, lakini utakuwa umepiga juhudi kubwa katika nafsi na usiku umekupitia katika khairi. Inshallah Mungu atatuwezesha. fa innal ghafilina, hakika ya wale wenye kughafilika za witawani, ndio wenye kuchelewa. Mungu asitujalie rab. Kwa nini tuchelewe? Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, namstaajabia mwenye kutaka pepo amelala, sallallahu alaihi wasallam na namstaajabia mwenye kukimbia moto amelala, wote wili amelala. Angalia Mtume Muhammad maki maki, mtu taka pepo msikitini kuswali some Qurani, unataka tu pepo na mtu hautaki moto, sababu za moto zote unazo wewe, sasa wewe umelala. Habibi Muhammad atakatwa mke Sayyid Ali bin Abi Talib asemaje? annasu niyam fa idha matun tabahu, batu wako ndani ya usingizi hivi tuhesabiwa sisi, batakapokufa mtu akifa kufunga jito intaba wah ya laitani. Kwa nini nisifanye kadhaa? Kwa nini na mimi si msomaji Qurani? Kwa nini msi lipoze sana ziswali sunna? Atamani lakini ushakwenda, ushaondoka ulimwenguni. Yarabi Mungu atatuwezesha. Na vaahirul lilbahaimi fil ghiyaf, ni mfano wa hayawani katika kulisha kwao. Hawa ndio watu wenye kuchelewa. Yarab, Mungu asitujalie katika hao. Mwenyezi Mungu asitucheleweshe. Mwenyezi Mungu atupe daraja za kutangulia. Na kumi hili limekwisha, mfano kukimaliza, na kumi la pili tupambane nalo Inshallah taala. Kwa uwezo wa Mungu tuzidishe soma Qurani, tuzidishe ibada, tuzidishe adhkari na toba, na sala za mtumi Muhammad, ili tuoneshe udhaifu wetu na uwezo wa Mwenyezi Mungu, asa la'allakum tatakuna, nasi tukangia katika ile tatakuna wala afwa minkum. Wallahu a'lam.